Waziri mkuu wa zamani wa DRC, Augustine Matata Ponyo, Matata Ponyo hapo jana amehukumiwa kifungo cha miaka kumi jela pamoja na kufanya kazi ngumu, baada ya kukutwa na hatia ya makosa ya rushwa kutokana na ubadhirifu wa dola karibu milioni 247. Matata mara zote amesisitiza kesi yake ilichochewa kisiasa, mashtaka yaliyotokana na kashfa mradi wa kilimo wa Bangolo, Bukangalonzo. Msikilizaji Lore Oyembe ni wakili wake. Kulikuwa na kila kitu isipokuwa sheria. Ni muunganisho wa ukweli uliojitenga wa sheria. Uamuzi huo umetenganishwa na ukweli na unabadilisha uaminifu wowote wa taswira ya mfumo wetu wa haki. Tutaanzisha ikiwa wateja wetu watakubali ombi la kuonyesha hukumu hiyo imepingana na katiba. Tuna uhakika kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Uamuzi huu hautuzuii. Mashtaka msikilizaji alitokana na kashfa mradi wa kilimo wa Bukangalonzo. Mahakama pia ilimkuta na hatia ya mfanya biashara wa Afrika Kusini, ambaye ni Deogratias Mutombo, ambapo alihukumiwa kifungo cha miaka tano jela, ambapo pia hataruhusiwa kushika nafasi ya umma kwa miaka tano.